Niseme kwa niaba ya ofisi ya makamu wa rais, kwa kwa namna ya pekee niseme tunatambua kabisa mchango mkubwa ya wataalamu wote ambao wameshiriki, wale walio ndani ya kituo na walio katika chuo kikuu kwa ujumla. Uongozi wenu umechangia kwa kiasi kikubwa kuimarisha mifumo ya kitaasisi, kuratibu masuala ya kaboni na gesi joto kwa ufanisi na kuweka misingi imara ya ukuaji na maendeleo ya baadaye ya kituo hiki. Kwa hiyo tunafahamu kwamba kituo hiki sasa kina nafasi kubwa na muhimu katika kutekeleza malengo ya dira ya maendeleo ya 2050, ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi 2530, sera ya taifa ya mazingira na utekelezaji wa ahadi za Tanzania chini ya mkataba wa mabadiliko ya tabia nchi. Chuo pia tunatarajia sana kiimarishe ushiriki wa Tanzania katika masoko ya kimataifa ya kaboni kwa uelewa wa hali ya juu sana. Tunatarajia kwamba chuo kiimarishe hifadhi ya mazingira na manufaa ya taifa kutokana na miradi ya kaboni, sio katika sekta ya misitu, bali katika sekta zote muhimu ambapo fursa zipo za biashara hii kituo kitasaidia kuchangia kwa kiasi kikubwa katika uchumi wa taifa, wa taifa kupitia biashara hii na kujenga uwezo wa Tanzania kufanya biashara hii na hata kusaidia nchi jirani kuhakikisha kwamba Tanzania tunakuwa kinara faidika, na tunaweza hata tukafaidika na biashara ya kaboni ya nchi jirani. Tumejiwekea malengo chini ya dira ya 2050 ya angalau ya ya bilioni dola bilioni moja kwa mwaka kutoka kwenye miradi ya kaboni ya mchikabu na dola bilioni moja nyingine kutoka miradi ya kaboni ya Bukono. Kwa hiyo tuna malengo ya takriban dola bilioni mbili. Haya ni mambo makubwa na ni malengo makubwa ambapo taifa linatarajia sasa mchango huo utokee, hausiwo wa maneno usio kwenye karatasi utokee. Ndio maana tunatoa umuhimu mkubwa kwa kituo ndio maana tunaona uharaka wa kuanza kufanya kazi, na ndio maana tumehakikisha kwamba leo tunawapa vitendea kazi na mazingira muhimu ya kuweza kutimiza haya malengo.